Kwa leo hii tutakuja, eh, nitakuelezea jambo muhimu sana ambalo linawapata baadhi yetu na kuwaletea mtihani na kuwaletea maradhi na kuwaletea mazito kabisa katika afya na miili yao. Basi insha allah kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala tutaona namna gani ya kuweza kujinusuru biidhni llahi tabaraka wa taala. Insha allah kwao, tunasema anwani ya, ya, ya, ya leo tunasema, albawasir tunaelezea Bawasir. Bawasiri ni maradhi mazito kabisa, maradhi ambayo yanawapata wanadamu kwa kadari nzito kabisa, ambapo inampelekea mtu kukosa raha, kukosa furaha, kukosa kujiamini pindi anapokuwa na jamii inayomzunguka. Tunasema tutabaru albawasir min mashakil mulima allati tusibna watu

tunasema mara nyingi sana jambo hili au tatizo hili la bawasiri ni jambo ambalo ni mushkili mkubwa sana ambao unaotuumiza katika maisha yetu ambao ni matatizo yanatupata muda wote ambao yanaumiza maisha yetu. Ma, bawasiri ambayo tahduthu hadha almushkila ashai'a fi auridati inda fatahati sharji wal mustaqim, ambalo tatizo hili la bawasiri Ma, matokeo yake au linapotokea au maradhi yake yanapokuwa katika mwili wa mwanadamu ni katika ile e, fathatu sharji na mustaqim, fathatu sharji kwa kitaalamu kwa lugha ya Kiarabu, lakini tunasema fatahatu sharji ni ule ile ule, ule, ule, ule, duara la mwisho kabisa la kumalizia, e, la kumalizia haja kubwa ya mtu anapokwenda anapo katika haja kubwa, eneo la mwisho kabisa la haja kubwa kumaliza kutoka katika mwili wa mwanadamu, lile eneo la mwisho kabisa linaitwa e, fatahatu sharji, lakini pia almustaqim. Almustakim ni ule utumbo ambao unaokuja una una moja kwa moja mpaka kwenye ile eh, eh, fatahatu sharji ambayo ndiyo sehemu ya mwisho kabisa ya kumalizikia eh, ele, ule uchafu kuweza kutoka katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo viungo hivi viwili sehemu hizi mbili ndizo sehemu mama ambazo zinazopatwa na maradhi ya bawasir. Kwa hiyo tunasema yahaduthu Anasema bihaithu eh, tasbahu almuntafakhatu -mun wa multahiba eh, wa yusahimu fi huduthiha eh, adada min awamil mithlu jadhibiya wa tarikhu lailiya. Tunasema ya kwamba matatizo haya ya bawasir mara nyingi sana pia hutokeleza kwa wanadamu eh, kwa kuweza kuvimba na kuweza na kuweza kuleta maumivu makali pindi mtu anapokuwa katika haja eh, yake pindi anapotafuta stara yake. Kwa hiyo panaweza kuvimba eh, kwa ndani kabisa kukapatikana vimbe nzito kabisa, vimbe ile ambayo ikapelekea mtu huyu anapokwenda katika haja kubwa ikawa ni tatizo kubwa kabisa la kuweza kumaliza haja yake. Lakini pia uh, tatizo hili pia hutokelezea nje ya uh, fatahato sharji uh, ya ile ile eneo la mwisho kabisa la kumalizia haja kubwa kutoka nje kabisa katika mlango wa Eh, haja kubwa ya mwanadamu. Kwa hiyo tatizo hili limekuwa ni tatizo kubwa kabisa. Lakini pia tatizo hili pia linatokelezea wa imsak kukosekana kupatikana haja kubwa wa itibai wa nidhami ghidhai eh, wa lakini pia hutokelezea vile vile kwa sababu tu ya kukosa mpangilio wa ulaji wa vyakula tunavyovila eh, wa muntakhfatul alyaf lakini pia kusheheni aliafu nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, yani aliafu ambazo ni maadini ambayo yenye kudhuru katika mwili wa mwanadamu, yani vyakula tunavyokula ambavyo vimesheheni sumu za aina nyingi, sumu za aina mbalimbali. Sumu hizo zinasheheni katika miili yetu, kitendo ambacho zinakuja kupatikana bawasiri katika mwili wa mtu husika. Lakini pia tunasema bawasiri nayo inakuja kutokelezea kwa mwanadamu rafu kwa rafua alahmali lthaqila, kwa uinuaji wa mizigo mizito sana. Kwa wale watu wengi ambao wanapenda kuinua mizigo mizito basi, watu hawa wana hatari kubwa sana ya kuweza kupatwa na bawasiri. Tunapozungumza mizigo mizito, si mpaka ule ambao kila mmoja akaweza kuweza akashindwa kuinua, bali kila mmoja kwa namna yake na nguvu zake na kulingana na majimbile yake, basi ukawa unainua mizigo ambayo inashindwana na nguvu zako inashindwana na, na kadari ya, ya pawa yako jinsi ilivyo. Pia hili ni tatizo ambalo linapelekea mtu kuweje kupatwa na bawasir. Lakini pia wakilati nashati albadani, kukosekana nishati eh, ya mwili wake hukosekana na shati katika mwili wa mtu husika, pia humpelekea mtu huyu kupatwa na bawasiri. Lakini pia tunasema um, wajulus, ukaaji wa muda mrefu, ukaaji wa muda mrefu wa mtu mtu husika pia humsababishia mtu huyo kupatwa na bawasiri au wukufu lifitratin tawil, au pia usimamaji wa wa muda mrefu pia, yani kazi zake zinamhitajia asimame kwa muda mrefu. Tambua pia, hii ni sababu ambayo inampelekea mtu huyo kupatwa na bawasiri. Kwa hiyo bawasiri inapatikana kwa mambo mengi sana, usimamaji wa muda mrefu, lakini pia ukaaji wa muda mrefu, lakini pia kukosekana na uh, kukosekana nishati katika mwili wake, lakini pia kukosekana e, ulaji mzuri wa vyakula kwa mwanadamu huyo, ikampelekea mwanadamu huyo kupata, nishaku, kupata na bawasiri. Lakini pia uinuaji wa mizigo mizito pia mtu huyu ikampelekea kupatwa na bawasiri. Kwa hiyo tunasema albawasiru hiya asasi alnawain asasa na aina, tunasema bawasiri ni zina aina kuu mbili eh, kuna dakhilia au kharijia. Kuna bawasiri ya ndani, lakini pia kuna bawasiri ya nje. Wal bawasirul kharijiya taqa'u mubasharatan tahta jildi hawla fathat sharjia. Na tunasema eh, bawasiri ya nje yenyewe hu, hujikita moja kwa moja katika kuta za ngozi ya, ya, ya iliyopo pembezoni yafata hatosharejia ya mlango wa sehemu ya haja kubwa. Hii inaitwa bawasiri ya nje, ndipo hapo inapoanzia na hatimaye mtu huyu kuanza kwenda kujisaidia na kuanza kuwa anatokwa kinyama katika eh, sehemu zake eh, za siri lakini pia bawasiri ya ndani, tumesema kunakuwa na uvimbe katika ule utumbo kita unaitwa kitaalamu, unaitwa mustaqim, ambao unakuja moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa sehemu ya siri ya nyuma ya haja kubwa, ambao yenyewe kule ndani huvimba na hapo kumletea matatizo makubwa mwanadamu huyu. Ni zipi dalili za kuweza kujitambua kwamba umepatwa na bawasiri? Ni zipi dalili ambazo wewe ukiziona wewe mwenyewe au ndugu yako akikushtakia, basi ujue hiyo ni bawasiri inamwandama. Tunasema Baad laradi shaia li bawasiri hiya jaltat dami au lkilt haula lfathat lsharijia, tunasema baadhi ya dalili ambazo zinaweza kujitokeza kwa mtu kujitambua ya kwamba amepatwa na bawasiri tunasema ni jaltat dami ni, ni ni, kupatikana jalta ya dami katika katika sehemu ya, ya, ya, ya sharijia haula fata hata sharjia pembezoni ya mlango wa sehemu eh, ya, ya haja kubwa, ambapo pakapatikana jalta jalta, tunasema ni kukusanyika kwa damu au kuganda kwa damu au kuvia kwa damu katika ule mlango wa haja kubwa, na ndipo hapo, hiyo ni dalili mojawapo ya kupatwa na bawasiri, au hiyo ni dalili ya kujitambua kwamba wewe unaelekea kupatwa na bawasiri. Kwa hivyo mtu utakapokuwa ukienda haja kubwa na kujisikia katika ule mlango wa haja kubwa kukawa kuna maumivu fulani fulani, basi tambua huo ni mwanzo wa dalili ya kuweza kupatwa na maradhi ya bawasiri lakini pia dalili nyingine ya kupatwa na, eh, kupatwa na bawasiri tunasema, wanazifu athinai eh, harakati alamaai watahij bilqurbi min mintaqati sharji. Tunasema na kupatwa kutokwa na damu eh, kuvuja damu wakati wa harakati za wewe kuwa ukijisaidia na harakati za utumbo kuwa unasukuma ile haja kubwa ili iweze kutoka, kwa hiyo inakuwa inatoka ikiambatana na damu. Lakini pia kupatikana maumivu makubwa kabisa eh, katika mintakati e, e, e, sharji katika zile sehemu za za, za mlango wa sehemu ya siri kupatwa na maumivu makali. Unaanza kupatwa maumivu makali pale mwishoni kabisa katika ule mlango wa sehemu ya siri ya haja kubwa, hiyo tambua, ni dalili mojawapo kwamba sasa e, unaanza kupatwa na bawasiri. Lakini pia tunasema waragabati fi dukhuli al, lhamami hata indama la yakunu hunaka albaraz, na mtu kupenda sana kwenda chooni choo cha mbuzi tunasema choo chambuzi, ambacho ni choo kilicho katika katikati, vipande vipande vidogo vidogo. Hii ni moja ya sababu au ni dalili mojawapo ya kujitambua kwamba unaanza kuandamwa au kufuatiliwa na bawasiri. Kwa hivyo biidhinillahi tabaraka wa taala tunaweza muomba Mwenyezi Mungu kwa hali ambazo tunaweza kuziendea ili tuweze kupata matibabu. Yapo matibabu mengi sana kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, kuna tiba ambayo ni asiri limuni, eh, juisi ya limao. Hizi ni tiba ambazo unaweza kujitibia na ukapata manfaa yaliyo makubwa kabisa kabisa kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Juisi ya limao unaweza kutumia kwa kunawa, lakini pia zipo njia nyingine nyingi tu za kuweza kutumia kujitibia bawasiri na kuweza kuyaondosha matatizo haya kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu ni kwambie ya kwamba eh, bawasiri inatibika, bawasiri inatibika. Tambua bawasiri ni kutokwa na nyama sehemu za siri Eh, za nyuma za haja kubwa kutoko na kinyama, hiyo inaitwa bawasiri. Lakini pia ipo bawasiri ya ndani yani, baada tu ya ile fatha tusharji ile, ile, ile mlango wa, wa, wa sehemu kubwa ya, ya haja kubwa kwa ndani, kuna utumbo unaitwa mustakimu pale. Nao mustakimu unapopata shida, mustakimu hii inaanza kuvimba, inaanza kuvimba taratibu taratibu, kitendo ambacho upata vimba sana, mpaka kumpelekea mwanababa mwana huyu au mwana mama huyu kushindwa kupata haja kubwa, na akiipata haja kubwa, anaipata katika hali ya maumivu makali sana zaidi ya sana. Mimi niseme zipo dawa nyingi na dawa mujarabu kabisa kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, tunaweza kuponyesha maradhi yetu na tukakabakia katika hali iliyokuwa nzuri. Na wapo wengine, imefikia bawasiri imekomaa kiasi ambacho mpaka ile nyama kutoka ndani eh, inatoka, ina ndani kuja nje inashindikana tena kurudi ndani, kwa sababu ule uwezo tena wa kuirudisha ile, kile kijinyama kurudi ndani imekuwa ni ngumu sana. Haya ni matatizo ndugu zanguni, yanaowapata watu wengi. Mimi nikwambie tutafutane tuweze kupata huruma yake Allah tabaraka wa taala. Sidhani kama kuna mtu anaweza akawa anatembea nyumba hadi nyumba kuwatafuta uh, wenye maradhi kama haya, bali ni wewe kuweza kumtafuta kutafuta shifaa yake subhanahu wa taala. Waweza kunipata kwa namba uh, hii kwa whatsapp kwa namba ya 0, uh, 60765 932 lakini pia waweza kunipata kwa whatsapp kwa namba ya 0713439891. Lakini pia waweza kunipigia simu moja kwa moja, ili tukaweza kuongea tukaweza kulitatua tatizo lako la bawasiri hilo kwa namba ya 0685496336. Uh, uh, au utanipigia pia kwa namba ya 077 969998. Mimi ni kuage kwa wakati huu, ni mimi ndugu yako Khamisi Suleimani. Wa billahi tawfiqi, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.